Tumezungumza namna gani ambavyo uh, Israel sasa hivi umezungumza um, hapa kwamba inaizofisha kidogo kidogo Marekani. Mm -hmm. Na moja ya kitu ambacho watu wanakifikiria wana sana ni kifo cha juzi cha Charlie Kirk ambacho kimezua mambo maswali mengi sana wa mm wahusika -hmm. Of course nafahamu namna gani ambavyo kuna baadhi ya jamii mm -hmm. zilikuwa zipendwe zinaye. Mm -hmm. Nani mhusika wa hicho kifo sasa? Nani mhusika wa kifo cha Charlie Kirk? Charlie Kirk. Nena Charlie Kirk, mhusika wake, ninachoamini mimi ni deep state ya kutoka taifa la netapaka ambao ndo wana control uh, mambo mengi kutokea nyuma ya pazia, sawa. Japokuwa kuna baadhi ya majina, baadhi ya mabilionea ambao wametajwa zaidi, na kuna baadhi ya viashiria vinaonesha, lakini hakuna conclusive evidence ya kusema kwamba asilimia mia ni huyu hapa, lakini kitu ambacho my instincts, hisia zangu na akili zangu na kujoin dots na, na nimelifuatilia sana ile jambo ni wale watu, kwa sababu ya kauli alizotoa kipindi cha mwisho. Kuna makala ambayo nimeweka kwenye YouTube channel yangu ya DJ Smart 55 nikasema kauli tano ziliopelekewa kuondolewa kwa Charlie Kirk nikaweka zile kauli ziko pale. Mtu ambaye anataka naweza kwenda kuziangalia ili zimpe taswira ndani zaidi. Kwa hiyo wale ndo wana sasa, Charlie Kirk kesi yake ni tofauti. Wapo wengi sana ambao wame, unakumbuka mwanzo nilivyokuambia kwamba kwa nini haya mataifa sasa hivi kama yanaonekana kama anza kusupport support na kuitambua yes? Nikakwambia, ni ni mazinga ombwe ni, ni, upande wa ile expansion joint nikakwambia kwamba kuna mtiririko wa watu wengi sana ambao sasa hivi walikuwa wanasupport wale jamaa, lakini wamegeuka. Kwa sababu wame, imedhihirika kwao wanafanya mambo ambayo sio. Mmoja wapo ni Kirk alivyoenda katika nchi ya netapaka akajionea. Alivyorudi alikuwa kwenye interview ya PBD akasema, tena nitakuwa makini na kauli inazozitoa, ila kinachofanyika kule ni ethnic cleansing kumaanisha kutaka kusafisha jamii nzima iliyoko pale, ndo kinachoendelea pale, na katoa kauli nyingi sini. Na intevyu yake ya mwisho ilikuwa na Ben Shapiro, akasema kwa nini hivi, kwa nini hatuhoji uh, anachokifanya uh, serikali ya neta? Umeona na vitu kama hivyo anasema, tumehoji vitu vingi, tumehoji vaccine, tumehoji mambo ya lockdown, tumehoji uh, pandemic na vitu vitu vingi vingi, ila huko mm. Kwa nini hatuhoji je, hizi media yeah, hatuoni kwamba zina je, yes, zinasema kweli kuhusiana na ishu ya nchi anayetapaka au ni tumepotoshwa? Sasa Charlie Kirk ana silaha ambayo ni muhimu sana, ambayo ndio tutakuja kujionia joinia dot kwa mwisho mm wafuasi wake ni vijana na alikuwa na kijiji kikubwa sana na mbacho, yes. mm -hmm. Yeye akishaanza kubadilika anabadilisha na kijiji chake chote yes. mm -hmm. Kwa yule akihama anahamisha kijiji, kitu ambacho they cannot afford kufanya hivyo. Tunafahamu na magana ambavyo Charlie Kirk alikuwa ni, ni mtu ambaye anamsupport Donald Trump. mm -hmm. Na Trump ndo president wa Marekani eh. Trump ama, ama, kwenye hiki anahusika ana ama anaweza kukubali vipi mtu wake wa karibu aweze kupunguzwa nguvu kwa sababu kwa namsupport? Siamini mimi binafsi, hmm. Siamini kama Trump anahusika hmm. Na ninaamini kwamba kimemuuma hmm. Umeona, lakini pia hmm. kuondolewa kwa huyu bwana hmm, ni, ni ndege mmoja hapana. Uh, ni kama ndege watano kwa jiwe moja. Yes. Ina mambo mengi sana ndani yake. Ya kwanza kwanza, siamini, mwanzo nimepitia scenario tofauti tofauti na possibility tofauti tofauti. Tofaut. Ile yule jamaa wa juu kushuti kule aliye nani, mm. Ile nime cancel ni wametupoteza yeah. Kuna mtu alimkamata pale pale, nimeitoa. Kulikuwa kuna jamaa wengine ambao wako karibu pale, kulikuwa kuna possibility wametumia, kuna aina fulani za Bunduki ambayo imekaa kama simu. Unaweza ukaifungua hivi afu ukampiga mtu. Pia ni boya ya possibility. Ila kuna issue ya exit na entrance wound. Pia ime nani. Ila kuna scenario nyingine ambayo imetokea ambayo inazidi kupata mashiko kadri ninavyokutana na details. Kunawezekana jamaa hajafa. Sure? Yes. Uwezekano huo upo, sio conclusive, lakini uwezekano ushahidi kwa sababu mimi naendaga kwa facts na logic. Uh, kwanza fatilia video zote na sehemu same zote sehemu ambapo kuna tukio huwa kuna tape ambayo inazungushwa kuonesha ile ni crime scene mtu utakiwa kuingia kutoka la nini ile sehemu mpaka kesho haijazungushiwa ile tape sawa so, cha pili baadhi ya watu waliokuwa karibu na kuchukua baadhi ya video mwili ambao ulionekana kwenye kasi kwa wakati wa kuaga rangi yake ulikuwa umekaa kama mwili wa raba wa mdoli una njano njano fulani Sawa ila hizo zote kuna jua kuna, jyo, kuna law of probability. Inawezekana ndiyo, inawezekana sio sio conclusive. Ila moja ya vitu vya muhimu zaidi baada ya kutukio lile la kupigwa risasi kwa muda mchache, labda ndani ya masaa mawili matatu katika, alikuwa kwenye tent hema ambalo ni futi kumi kwa kumi takriban mita tatu kwa tatu nyuma yake kulikuwa kuna kitu ambacho kimekaa kama kamera ile. Kamera kama ni kamera ile, ndio ingeweza kutoa ushahidi mkubwa sana, kwa sababu ilikuwa inamchukua direct. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wamesema kwamba ile risasi ilipigwa kwa juu ikaingilia kwenye kichwa alafu ikatokea hapa, bado hai make sense kwangu, kutokana na kwamba kungitoka damu nyingi sana huku na tofauti na hapa. Ni moja ya scenario ambazo zipo. Sawa, kuna moja ambayo inaonyesha kwamba ni risasi moja, maona, na kuna sinario tofauti. Lakini ile ile kamera ndo ingiweza kutoa. Sasa baada ya watu kwenye mitandao ambao ni wajuzi zaidi kufuatilia zaidi, kuna sinario imetokea kwamba ina uwezekano iliyokuwa ili, ili pale juu ilikuwa ni kitu kinaitwa hologram, ni projector. Hologram projector, ambayo Ukifuatilia modeli hiyo ya projekta inahitaji chumba cha futi kumi kwa futi kumi ili kuweza kuproject mwili wa mtu kamili, tangia akisimama, akishuka. Sawa, ni moja ya sinario ambazo zipo, lakini bado naendelea kuifanyia kazi. Baada ya tukio, kuna mtu alikuja akaifungua, na video zipo, kafungua kaondoka nayo. Sawa wai, na kwa nini lile eneo halijazungushiwa uh, tape ya kuonesha kwamba hapa urusi kuingia ni sehemu chini ya polisi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna kuna bado kuna scenario nyingi, kuna loopholes, maswali ni mengi kuliko majibu. Ila sasa turudi kwa jamaa. Kama vile mimi na mpaka leo sijawahi kutoa kauli kwamba Prigojini amekufa. Wa Wagner yule. E, mpaka leo sijawahi kutoa kwa sababu sijakutana na conclusive evidence ambayo mimi ili ni kutosheleza kiu changu kwamba ame umeona? Yes, na kingine pale kulikuwa kuna mtaalamu wa Hollywood wa kutengeneza setups, unaona kwamba kwenye movie unaona mtu kaka... mfano kama kuna movie moja nashauri watu wakaangalie, mm -hmm. inaitwa Swordfish. Yuko bwana mmoja anaitwa uh, nani huyo ambaye anaitwa uh, uh, am, uh, uh... anaitwa kumtafute ah. E, waenda wakamtafuta ambaye pia yuko kwenye face off mm -hmm. Nicolas Cage pamoja na John Travolta. Okay. Wanakuonesha jinsi gani yanavyochezwa mazimbaombo kama mtu umeuawa, umekufa, sijui nini mm -hmm. Yote ni vitu, au mtu akienda kutafuta movie kama na au you, you zote wanaonesha hivi vitu. Kwa hiyo kuna maswali mengi sana na hii mm -hmm. e, ina ni moja ya diversions ambazo zinatengenezwa, mnatupiwa mm -hmm. leo mara mna mwezi huyu huko mema mnamkimbiza mla... unasikia tena huyu huku, si unajua, anawaambia miruzi mingi inamkimbiza mbwa. Ndio hichi kinachofanyika hapa, yani kila kukicha kunaibuka kitu fulani, kila kukicha kunaibuka vitu fulani. Kwa hiyo inaacha maswali mengi sana ambayo yalikuwepo, lakini kak alikuwa na kama nilivyokuambia, alikuwa na ushawishi mkubwa sana, kaondolewa yeye alafu kaletwa uh, anaechukua nafasi yake ni Ben Shapiro ambaye ni mtu wao kwa hiyo anakuja kufanya damage control, anaendelea na ile ziara yake. Jamaa alikuwa apige zi, ziara za vyuoni wao. nafikiri angetoka na kijiji kikubwa kiasi gani katika hivyo vyuo? Umeona, kwa hiyo ingekuwa ina athari kubwa sana. Moja eh, kauli ambazo zipo kutoka watu ambao ni reputable kama kina Candace Owen kama kina Tucker Carlson ni kwamba mabosi wa fadhili wake walikuwa namlalamikia, kwa nini kwanza anaiongelea vibaya au anai challenge story ya, ya, ya nadharia ya upande wa nchi ya netapaka. Lakini kwa nini anashirikiana na watu kama kuna mdada fulani ambaye jina limemtoka, kuna Tucker Carlson? Kwa nini unawapa mileage hawa? Ni watu ambao wanatuumbua sisi, umeona. Kwa hiyo sasa hivi wanamleta mshikaji kwa ajili ya hiyo, lakini pia lile linakuwa ni onyo kwa wengine ambao wanataka kuenda kinyume, kuvunja utaratibu, kwamba kilichomkuta huyu na nyinyi mnaweza kikaa kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo pia, ule ujumbe pia unaweza kuwa umetuma mpaka kwa Trump mwenyewe hapo hapo. Trump pia ulichokizungumza kwenye siku ya mazishi ya jamaa funeral, wakati inafanyika pale, Trump alienda kwenye, kuna nani fulani hivi, kuna mgadi kama ni bulletproof glass. Kwa nini alifanya hivyo? Eh, kwa sababu mm, ana maana kwamba yeye mwenyewe kashajua kwamba hali ni hatari. Ah, trust na eh, anajua, yeye anajua ni nani ambayo wanaongoza nchi, sio yeye. Yeye yeah, anajua ni nani ambayo ana run na ni nani ambayo kaikamata Secret Service na, ambayo ikamata, um, uh, CIA, na mashirika mengine ambayo watu wa kawaida hawayajui. Umeona? Walimuondoa Kennedy aliyekuwa ni rais wa Marekani. Umeona? Kwa hiyo sio kitu cha, cha ajabu ku, ku, ku, kutokea. So, yeye mwenyewe ameanza kuchukua baadhi ya tahadhari lakini hazitoshelezi, watu wakiamua kama wamekufungia kazi. Wale jamaa wana influence kiasi kwamba labda Mungu aseme aingie kati. Lakini otherwise, wale jamaa wana, wana, wana njia zao. Yes. Trump yuko nao vizuri, mimi siamini yuko nao vizuri ila anafata matakwa, ndo maana nilishaongelea kwamba unasikia ishu ya Epstein files haiishi, haitolewi, lakini haiishi kwa sababu ile ni leverage, na pia moja ya vitu ambavyo vilimcost Kirk ni kwamba aligusia ishu ya Epstein files na akataka atoe baadhi ya siri. Sasa unajua mimi leo hii nitolee mimi, nina picha zako wewe ambazo sio nzuri, ambazo zikienda duniani, yes. sawa kwa hiyo nakwambia, nasikiliza wewe mimi hapa, unabidi kila mwezi unanilipa laki mbili. wewe utanipa laki mbili kwa sababu utaki ziende. The moment nikishazi publish zikienda hadharani wewe, uliokuwa utaki ya kukute yanakukuta sawa lakini inamaanisha karata yangu ya turufu ndo nimeishaitumia sina tena kingine, ushaadhirika. Ndo maana Epstein files hazitolewi, zinabaki zinaongelewa ili kuwatisha watu ambao wako kwenye hizo files, ila hazitolewi kwa sababu ziendelee kuwakamata. Yes, kuna vitu vingi sana amba viko ambavyo viko mule ndani ambavyo vinawahusu watu wengi kufanya mapenzi na watoto wadogo wa kiume wa kike na kufanya vitu vingi ambavyo ni kinyume cha sheria, kinyume na maadili. Ile ni project, wanasema kabisa it was a Mossad operation ambayo ilikuwa inaongezwa na kina bwana Maxwell pamoja na Epstein. Kwa hiyo ni project ambao walikuwa nayo so wanatumia ku control wale watu ambao wako pale. Umezungumza kuhusu namna gani ambavyo sasa hivi vitu vina, vina, vinaenda against pengine kusitisha ku, ku kama ni mfuatiaji wa Premier League mm. Hivyo vitu alikuwa anavi promote sana. Kuna miezi kadhaa ilikuwa mm -hmm. Na huo mkataba mwaka ume umetolewa pengine unamaanisha nini specifically LGBT? Okay. Ume, umeitoa kitu uh -huh. Mambo ya kupromote ushoga na nini hivyo uh -huh. Kwa nini kwa nini imefikia hivyo? Ndio ndio mpango ambao unaendelea sija, kwa kweli hiyo sijafuatilia, lakini na nitahitaji kujua kwa sababu moja ya mipango ya muhimu zaidi wao kwa sababu ya kuandaa mpinga Kristo ni LGBTQ. Amna uh, kitu kinavunja jamii kama hiyo vitu unajua. Na haya ni maneno ambayo wenyewe Wayahudi wanasema. Sheria mbili kuu za kwanza alizozi implement Hitler baada ya kuchukua madaraka, mbili kuu za kwanza ni kupiga marufuku ushoga. Wakati Hitler anachukua madaraka Ujerumani, um, Ujerumani ilikuwa kama ndo makao makuu ya ushoga. Kwa kuwa kuna ushoga na madanguro na mauchafu yote, yaliharibu sana jamii yao. Kitu cha kwanza alichokifanya ni kupiga marufuku kitu. Cha pili alichokipiga marufuku ni interest, riba. Na baada ya pale ndo akaenda akajenga nchi mpaka ilipofikia mpaka ikawa ilipofika, na, na vita vikaendelea. Na hivi ni vitu ambavyo vimekatazwa hata kwenye maandiko matakatifu. Tunafahamu Sodoma na Gomora. Kuna makala ambayo nishai kuyafanya, yapo pale, Sky ameyafanya kwenye Biblia, mimi nimefanya kwenye Qurani, yako pale na madhara yake ambayo yapo. Wayahudi walifukuzwa zaidi ya nchi, sio chini ya kumi na tano, kwa sababu ya riba. Ya riba ilikuwa inawaumiza sana jamii zote walizokuwa wanaenda. Umeona eh? Kuondoa hii ishu ya LGBTQ sijafuatilia, nijue kwa nini, lakini imenishangaza kwa sababu najua ni muhimu kiasi gani katika mipango yao. Nitaifuatilia kwa kweli, sijaifuatilia hiyo. Mataifa mengi hasa ya warabuni na watu ambao ni waislamu wengi sana wamefurahia mm -hmm. Kifo chake Chalkak, kwa nini aseme? Kwa nini? Kwa sababu mm -hmm. Chalkak, ana naweza nikasema ana awamu mbili. Ana awamu ya kwanza ambaye alikuwa anaiongelea vibaya sana Uislamu. Uh, ana sehemu ambayo ilikuwa inaaminika anaongelea vibaya sana watu weusi, ilikuwa inaaminika alikuwa anaongelea vibaya sana. Angalia kama kuna mtuko ilikuwa inaaminika kama vile alikuwa anaongelea vibaya uh, au alikuwa anakweza watu wenye rangi nyeupe, ngozi nyeupe, kwamba ni bora zaidi kuliko watu wengine, na baadhi ya kauli zake mm, na alikuwa na sapoti kinda kindakindaki uzayuni na matendo na yanayofanywa na na taifa la netapaka na mauaji na kila kitu, akawa anasema hakuna eh, jenoside pale mm, hakuna uondoaji au u u wa, wa watu kwa, kwa, kwa mafungo yale. Sasa mm, hichi ni kitu ambacho ndo watu tunatofautiana. Mm, ushawahi kusikia ule usemi ambao anakuambia kwamba mema 99 yanaweza yakafutwa na baya moja, na, jema, na kuna watu ambao wanaenda kwa fomula ambayo hakioza samaki mmoja wote wa wameoza. Ila kuna watu ambao hiyo, kuna ifrat na tafriti, kuna extremist na kuna wale ambao liberal wako poa poa tu. Alafu kuna watu ambao wamebalance katikati, kila kitu kinawekwa katika sehemu yake. Kwa hiyo kuna watu ambao wanamchukia mpaka kuondoka kwake na wamefurahi kutokana kauli, na zile kauli za mwanzo alizozifanya Sawa bila kujali alichokifanya kipindi cha mwisho okay. Mimi binafsi nilikuwa siungi mkono kauli zake za mwanzo na mengi aliyokuwa anayafanya. Sawa, kipindi cha mwisho ame alikuwa anabadilika, ana change, alikuwa anauliza maswali ambayo yanapelekea kufikirisha. Umeona, kwa hiyo kuna wengi ambao walifurahishwa. Kuna wengine wanasema kwamba mtu ambaye umeishi maisha yako yote ya dhambi haiwezi akafutwa kwa mema yako ya dakika mbili, kwamba tuku, tuanze kuku sasa hivi ndo tuanze kukutukuza kama ni mtu mwema wakati maisha yako yote umeishi kwenye uovu. Umeona, kwa hiyo kuna ambao hawataki kujali kaishia vipi, wana wanadili na huko, kuna ambao wanadili na hivi mwisho, wanasema alibadilika usio yule kule, umeona. Alafu kuna watu ambao wanasema kuna kipindi chake awami yake fulani alikuwa na haya na awami yake ya mwisho alikuwa na haya. Kwahiyo kila moja inapewa nafasi yake hiyo, na kila mtu anaamua anachokiamua anacho mfano sisi kwenye Uislam tunafundisha inama bi khawatimiha, hakika ya matendo ni kwa jinsi unavyomaliza matendo yale. Umaona. Na kuna kisa kimoja maarufu sana simplify, kwa ufupi, kuna mtu mmoja alikuwa muuaji, alishaua watu tisini na tisa Akamfata mchamungu, actually sio mchamungu, kwa sababu wachamungu ni watu ambao wana connection na Mungu, wana hekima. Akamfata mtu mwenye elimu, mi nahitaga elimu kavu isiyokuwa na ufahamu. Akaambia mimi nimeua watu tisini na tisa, kuna msamaha? Akaambia umeua watu tisini na tisa, hakuna msamaha. Jamaa akamlamba naye kichwa akakamilisha mia. Umeona? basi akawa anasema ah, mimi kweli ndo sisamehewi nini? Akaenda akakutana sasa na mcha Mungu mwenye elimu, kaambia bana, vipi mi nimekula watu vichwa mia, Mungu anasamea? Kaambia, kwa nini Mungu asikusamehe? E, kwa hiyo unafanyaje? Akamwambia, inabidi na hii nifundishe, utoke katika ule mji wenye madhambi ambao ulikuwa unafanya maovu yako, nenda katika mji mwingine ambao una waja wema, ukae katika um, saiko yao, yao. umeona kwa hiyo bwana akawa anatoka katika ule mji anaenda kule katikati, akafariki. Wakashuka malaika wa adhabu na malaika wa peponi, wakawa namgombania. Umeona, sasa ndio yale achali kaka hawa kanasema, huyu kaua watu 99 maisha yake yote alikuwa anafanya uasi. Hawa kanasema, hapana, lakini alikuwa ametubu na alikuwa anaenda wapi? Anaenda zake kwenye kutubia huko. Umeona, Mwenyezi Mungu aka akawam... sasa wanavutana vutana, vutana. Mwenyezi Mungu ana hekima, akaambia sasa, pimeni iwapo ardhi alipofia ni karibu zaidi na mji wa maovu basi atakuwa ni katika watu waovu, na iwapo alipofia ni karibu zaidi na sehemu ya watu wema basi atakuwa kwenye watu wema. Alafu akaamrisha ardhi yenye watu waovu ikasogea mbali, yenye watu wema ikasogea karibu. Hukumu yake ikapatikana, akachukuliwa, akaondoka. Ni kisa maarufu sana katika dini ya Kiislamu akaenda kwa, kwa tuema, watu wema. Kwa hiyo ndo mwisho wake hmm. E, sisi tunafundishwa hmm. Mtu anaweza akafanya matendo ya watu wa motoni mpaka hmm. Ikabakia shibri moja. Shibri moja ni hivi hmm. Yani ukitoka hapo ukiingia hapo unadondoka motoni hmm. Ukafanya matendo ya watu wa motoni hmm. Ukaja ukafanya jemoa alako hii moja, moja tu Mungu anakufutia le madhambi yako anakuingiza peponi katika hio kubadilika. Uh, moja yamikua, kwa, nisini, nini, um, Maco, hey, ya rais ambaye amekuwa akiandamwa sana amekuwa drama nini Macron wa Ufaransa. kuna kuna sina, kuna, kuna kesi ambayo inaendelea ilikuwa naendelea niliona dai kwamba mke wake ni mwanaume sijajua nani alinanile utani, utanisahihisha, na akasema kwamba atapeleka ushahidi wa kisayansi zaidi kwani amekuwa na hizo nani, Trump baadaye. Juzi niona, kuna video ambayo inaonekana kama amesimama msafara wa Trump na Peter na nini, hivi zinamuhusu sana sana yeye eh. Tuanze hii ya mwanzo sasa. Kuna ukweli kwenye hilo? Kuna kitu kinasema, um, opinion maoni, haya ni maoni yangu, sina ushahidi wa asilimia mia, ila kutokana na factors ambazo nimezikutana nazo na instinct yangu inavyoniambia, naamini ni kweli kwamba bwana no. Alichezesha ba jinsia umeona, nachoamini no. Mimi no. ni same thing kama inavyoaminika kwa rais fulani aliyepita wa Marekani no. Mke wake naye no. ni katika aliochezesha jinsia no. Na kuna kesi ilifunguliwa nchini Ufaransa dhidi ya hiyo no. Hiyo akawafungulia ile kesi, iliisha bila wale kuchukuliwa hatua no. Wala hakufungwa wala hakufanya chochote no mwingine alielianzisha hilo na huyu alikuja ni baada hata mimi kuliongelea ili kwa muda mrefu ndani ya GPS, ni Candace Owen akasema huyo bwana huyo kachezesha jinsia yule bibie, kama sio ndio bibie au babue, akaenda kufungua kesi. Kufungua kesi ika akaambia Candace akaambia fresh, mimi mimi nimejipanga, twende hiyo kesi. Sija tumeshaishia wapi? Maana mpaka bwana Macron akampigia simu bwana Trump huyu bana binti mbona kama ana, anachomesha picha hivi inakuaje? Kwa hiyo sijafuatilia kesi imeendaje, lakini ni hivi: kama ndivyo Candace anaenda jela, anapewa defamation case au ataingia gharama kubwa sana ila kama sivyo, ina maana Candace iko sahihi, maana yake ni kwamba mwamba, ndivyo uhalisia ndio hapo. Kwa hiyo mimi naamini hivi vitu uh, kwa wenzetu vipo tu... wao wamevifanya viwe kawaida, lakini hata wao wanaona aibu kuvikubali. Eh, yani wana force, wanalazimisha wana, wana yes yani wanakosa amani s yes.